ni kurokire kiega gukanithaini wa jcm thutha wa bishop wa kanitha ucio bishop ben jcm gukorwo akiaria na thimo muno ndetwere ya yare kia gukunuka guku na deni isho kinyaniria na maundu ma thiini muno makirekia kuhithurio na itana kwira maundu maria makireketie kuburania guku na deni isho kinyaniria

ati Bishofu araraga gwake thiku ithathatu hari wiki, na ainu kagira mutumia wake Joy o kiumia tu. Thutha wa audio iyo gukorwo ikihunja muno guku nenda-ini cia ukinyaniria, eri acio ni makorirwo magitumana uthu munene muno, na magikorwo ona magicinurana muno guku nenda-ini cia ukinyaniria, no gacagaca yo ni yakirikirie kuhorera, na eri acio mationanaga ritho kwa ritho. Riu ndeto iyo ni ikirikitie kuoya mwerekera mweru, uyu ni thutha wa muthenya wa umuthi Bishofu guthii kuria kanitha-ini, na gukorwo akiaria na thimu muno, kuria augire ati kanitha ti mbiacara. Oho, akorwo akiuga ati, gutiri mundu umbiirwo giti kia mbere kanitha andu othe ni maiganaine. Ona brothers of compassion macererwo ni kuingira kanitha mariikaraga thutha. Muthenya wa umuthi, onekanire akihe andu rutha, maikarire iti iria cikiragwo ni cia brothers of compassion, na gacagacaini iyo niguo andu makionire bishofu ena kaundu thiini wake akiritie, na niho andu makihotire Kumburania ndeto iyo ne kenya be gwikirire ga video kau ka haha koria bishofu ekwaragia muthenya wo muthe kanitha

Are we together? Leo tunaweka mambo laini kwa hii. Ambia mwenzake hakuna kuzoeana. Mwambie kuanzia vyombo kwenda TV kwenda viongozi kwenda wachungaji hakuna kuzoeana. Ndio maana nimesema hata viti za brothers zikaliwe. Mwenye anachelewa akaye wapi? Amen. Ambia mwenzako hata rais anatengenezeanga inchi akiwa juu. Mwire gathungu arathodeka maundu. Amen. Church is not a business. Church is ministry. We are doing the work of God. Kama mtu hajatosheka na kazi ya Mungu, amalizane na dunia aje afanye kazi ya Mungu. Hata sisi ilibidi tumalizane na dunia tuje tufanye kazi. Lazima kazi ya Mungu ifanywe. Ambia mwenzako, kazi ya Mungu lazima

na muthenya uria agethia ka kuria airport brayo wa Daruwa mawe ni akorirwa akimumagaria na mbica yoyanyaga muno gukunende nisho kinyaniria ndiakaniria bishofu ona hanini akionete brayo takioete mwerekera wa gusaporti dama wa mobile spares magakiuga tiriri. Ile picha ndio imefanya ukasirike, agathanduka thi na mitheko theko. Akerifa kurebisha yoya ya poti ya dama na brayo wa daru wa mawe uyu ganake oho wago kaka wate kuwa rafiki ya your enemy ndio yafanya uongee hivi baada ya kusaidia unasahau haraka, oshio agashokia na guthanduka thi na mitheko Uyu nge oho ni okite na karuta mihwa yake haria augete ate kwisha brotherhood wana wana kujanga church ndio wapate free adverts za biashara zao agatha nduka the na mitheko uyu nge mushokeria bana agashoka agatheka uyu nge oho ni okana ruta mihwa yake haria ugete wa mastones mbona na field wewe unakatwa na bishofu akagwa the na mitheko uyu nge shokia wa mastones ni nani ninani

agathanduka thi na mitheko. Angikorwo ndukionete mbica iyo ya Brian na Ndama, ino niyo mbica andu makoretwo makiariria muno guku nenda-ini cia ukinyaniria, haria Ndama wa Mobile Spares marakionekana hau airport na Brian wa Ndarugwa Mawe, akiri umwe wa aria mamumagaritie. na muthenya wa umuthi, ukiri muthenya wa Brian guciarwo, Ndama ni athii na mupost na acoka andika ati, wa Ndarugwa Ma an entrepreneur keep going agikira bisheo nakebrayo na okana ke mushokiria with god the sky is the limit area ya makionekana kana dikoishi makigite no rato mwe murumu muno na ni udomwe bishofu rakiona tare bitrio kuona tewe na dama ne makire kiria kuhitania na riu Brian ugukorwo ari na ukuhi muno na Ndama undu ucio ndurakimukenia ona hanini. Oho, Bishop o uria akiri kawaida yake ya gukorwo agi support andu kanitha-ini wake, ni athii na mbere na gu support Bishop umwe uria arauga arendia mahiga ma ndarugo mawe.

na mudanga etiguo etiguo mundu wothe we guku tukiuma sa wae na basi ya mo bishofu tumita mo bishofu na nyumba hiyo etigetie prasta na tairo nyumba ni ndeku ni ngome hingura in the next two weeks